Dani. Kundi la mwisho la wachezaji wa timu ya taifa Taifa Stars inaondoka usiku, iliondoka usiku wa jana kwenda nchini Chad kwa ajili ya mchezo wa kuwania kufuzu kwa michuano ya Afrika AFCON. Mshauri wa ufundi wa timu hiyo Abdala Kibadeni ameiambia TBC kuwa mchezo huo ni muhimu na inatakiwa kushinda ili kujiweka kwenye mazingira mazuri, huku mlinda mlango Aishi Manula akisema mchezo huo utakuwa mgumu kwao mradi tuweze kujikwamua hapa tulipo. Timu yetu mara nyingi ya taifa, hata vilabu, hatufanyi vizuri sana, hatuendi mbali sana, lakini tunataka tufike mali tunafikia mwisho kwenye fainali. Kwa kumbukumbu zangu, mara mwisho kwenye kombe la CAF ndio tulichukua fai, tulifika fainali, tena nilikuwa mimi mwenyewe nafundisha wakati huo eh, tulitolewa na Sela Bijani. Kwa hiyo ukifanya vizuri ni faida kwako, faida ya nchi. Kwa tunategemea mechi itakuwa ngumu kwa sababu tuko ugenini na pia kulingana na kile ambacho tumefunzwa na kufundishwa na mwalimu wetu ndicho ambacho tutaenda kufanya kule. Kwa hiyo kama wachezaji tuna moyo na tuna nia kwa hiyo mtazamo wetu ni kwenda kule kupata ushindi ugenini. Kundi la kwanza la wachezaji wa timu hiyo ilishawasili nchini Chad na jana Jumatatu walianza mazoezi rasmi ya kujiandaa na mchezo huo chini ya kocha ya mkuu Charles Boniface Mkwasa na msaidizi wake Emeli Moroko. Mchezo huo utachezwa kesho kesho kutwa siku ya Jumatano majira ya saa kumi na moja jioni kwa saa za hapa nyumbani.